Nilikuwa nakwambiaje hapo ni amna mchongo wa kubeba beba maboksi hapo. Yes, e bwana, huyu Ommy Dimpoz watu wakiwa wapo serious yeye analeta utani e, wanaleta utani wake na watu wapo serious, issue iko serious, yeye analeta utani wake hapa e, sababu kuna hii video yake nitakuwekea hapa, anasema kwamba anatania, anasema kwamba kama mko na mchongo wote wa kubeba beba maboksi ama mizigo mweze kunishtua sababu sasa hivi maisha yamekuwa magumu, hali imekuwa ngumu e, majenzi wanakabia kwa juu, hawataki hata kuhudhuria show zetu. Alafu anaendelea kwa kuzidisha utani wake anasema kwamba msanii um, Jux ameweza kukimbilia ukweni huko Nigeria, akaangalia kama atapata show maeneo ya kule sababu huku Bongo hakuna namna. Msanii Damon Platnumz ameenda kujificha ukweni pia, amejificha Zanzibar huko e, ameweza kupata kazi ya kuvua samaki huko maeneo ya Zanzibar. Sasa huyu ha, Ommy Dimpoz anatania lakini hajui kuwa watu wako serious. Nahi, nahi e, na hii hili swala na Ommy Dimpoz huwa anafaa kunyamaza tu sababu Ommy Dimpoz mtazamaji, e, mi anashangaa akiongea mambo mengi, anasema kwamba huyu vijana Tafuteni kazi, fanyeni kazi. Acheni kulalamikia serikali. Eh, kila awamu ya rais mnalalamika tu mnalalamika. Rais yote akiingia mnalalamika. Tafuteni hela, fanyeni kazi. Sasa huyo Dimpoz zinakumbuka kipindi cha nyuma hapo. <coughs> Alikuwa mgonjwa sana, alikuwa mgonjwa, koo yake ilikuwa ina shida kwa anahitaji kufanyia upasuaji, hela hamna. Kipindi hicho alikuwa anafanya kazi. Alikuwa anafanya kazi lakini sijui kwa nini huo wakati hakutumia hela zake kujitibu, mpaka sasa hivi anakuja kuambia watu wafanye kazi e. Sasa kipindi hicho alikuwa anaumwa koo, anahitaji kufanywa upasuaji, hakuwa na hela. Alikuwa na hela lakini sio nyingi, kidogo tu, kwa sababu alikuwa akiimba imba. Haya, akaweza kuchangiwa na Watanzania. Watanzania wakaweza kumchangia a, pesa nyingi sana a, na zingine akaja kuongezewa huku Kenya, kuna gavana fulani eh, gavana akaja kumuongezea pesa, anajulikana kama vile gavana Joho, akaenda India akafanywa paswaji akarudi. Sasa hivi yupo saa hadi akiongea, unaona yupo saa hiyo, time alikuwa akiongea, mtazamaji utasema analia, alikuwa sauti imebanwa hapa kwa koo, kwenye koo. Sasa watanzania wakamsaidia vizuri tu, lakini leo hii nashangaa anaongea mambo fulani ambayo haieleweki anasema Watanzania wafanye kazi sasa. Yeye kipindi hicho alikuwa kazi anafanya? Mbona hakujipeleka hospitali mwenyewe? Unajua mtazamaji, ndio metali zingine za wahenga zinafanya kazi mpaka leo e. Unaambiwa fadhili bora bora fadhili mbuzi, binadamu binadamu atakuudhi. Na nyingine inasema kwamba tenda wema uende zako. Ndio kama haya mambo ambayo Ommy Dimpoz zinakuja kuonyesha kama hivi e, bwana, ngoja nikuwekee video yake akiwa anaongea huo utani wake, uweze kujionea mwenyewe. E, huyu Ommy Dimpoz sijui anataka A, nini kwa wananchi waliomsaidia kipindi cha nyuma huko e, halo kwa sala nilikuwa nakwambiaje? Hapo ni hamna mchongo wa kubebabeba maboksi hapo hasunashanga una nini sasa asa hivi hakuna mchongo. Yani kuna vitoto hivi vimezaliwa juzi tu, tulikuwa tunavibadilisha emaapa vinajita jenzi vinanongwa hivo nini sho. Yani navyokuambia sasa hivi vinashuga vibaya mno, yani sukari so, imepanda juu hakuna shoo, ndo maana kuuliza. Hakuna mchongo wa kubeba boksi hapo au kama vipi, hataunipe boda ya mkataba, nitakufa njaa. Sasa tutafanyaje? Mapromota wanawaogopa hivo vijemvii, ndo nakwambia. Yani hapa inabidi tutulietulie kidogo, upepo upoe eh, eh. We uelewi ah, nani Juksi mwenyewe kakimbilia ukweni, yaani yani saa hivi wapopo atakimwambia osha vyombo, anaosha huku, mambo yamekauka. Uelewi nani, mundi ah, atakuwa kaenda kwa kujificha kwa kina Zura labda amna, yaani hivyo vitoto navyokwambia vinakuaga na tengwe tu mtandaoni Juuzi tarehe tisa sija kiona hata kimoja, vimefungiwa ndani kama kuku. Hey, basi tu we bwana, mimi nakuja kesho ofisini bwana. Mimi siwezi kufanya bwana, wakati mi box imejaa tu hapo. Mimi nitashinda vipi kubeba.